Samia Suluhu Hassan ameendeleza vita yake dhidi ya Kanisa Katoliki ambapo jana genge la watu wanaokadiriwa kufikia mia moja ambalo linahusishwa moja kwa moja na Samia lilifanya maandamano kwenda kwenye ubalozi wa Vatican kuwasilisha malalamiko dhidi ya viongozi waandamizi wa Kanisa hilo. Makala hii inatupia jicho hilo tukio lilojiri jana, lakini pia inajikita katika mu, kuangalia muktadha mpana wa jitihada endelevu za Samia dhidi sio tu ya kanisa Katoliki bali Ukristo nchini Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo hapo jana kulikuwa na genge la watu takriban mia moja ambalo liliandamana kwenda kwenye ubalozi wa Vatikan nchini Tanzania na lilidai kwamba linawasilisha malalamiko rasmi dhidi ya viongozi wawili waandamizi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, na viongozi husika likuwa ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salam, Askofu Tadeus uh, Ruwaichi uh, lakini pia katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, Padri Dr. Charles Kitima. Na kwa mujibu wa maelezo ya hao waandamanaji, walidai kwamba sababu ya malalamiko yao dhidi ya askofu Ruwaichi ni kwamba, katika misa ya ya Disemba ishirini na tano, siku ya Krismas mwaka jana uh, wanadai kuwa uh, askofu Ruwaichi alitoa mahubiri ambayo yalikuwa na mwelekeo wa ukali, vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho ya upendo. Kadhalika, hao waandamanaji walidai kwamba mimbari ya kanisa Katoliki ilitumika kuwashambulia waumini waliokuwa wamewasilisha hoja zao kwa bala, ba, balozi wa Vatican hapo awali, jambo ambalo walidai linakiuka misingi ya kiuchungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa hilo. Hii inahusiana na tukio jingine linalohusishwa na hili, ambapo watu wawili waliitisha press conference na kulishambulia vikali kanisa. Aa, baada ya hapo na pia walikwenda kwenye kwa balozi wa Vatican kuwasilisha malalamiko yao dhidi ya Father Kitima. Aa, kwa hiyo Askofu Ruwaichi alikemea kitendo hiki na akadai kuwa hawa sio Wakatoliki, hawa ni watu ambao wanatumiwa tu kwa ajili ya njia zao. Kwa hiyo ndio hiki ambacho wamekiongelea hao waandamanaji hapo jana kadhalika watu hao waandamanaji walimlaumu Padri Dr Kitima wakidai kwamba uh, anakiuka misingi ya utumishi wake wa kiroho na kwamba anajiingiza kwenye masuala ya kisiasa, na wakaenda mbali na kumhusisha na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakidai kwamba anakiharibu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Sasa unaweza ukajiuliza, kama hawa watu walikwenda pale kwa ajili ya malalamiko ya kisiasa, kwa maana ya hayo madai ya Father Kitima kuiharibu Chadema au kukiuka uh, utumishi wake wa kiroho. Kwa hiyo unaweza kupata picha hawa watu walikuwa wana ajenda gani. Uh, lakini kubwa zaidi kuhusiana na hilo tukio la jana, kabla hatujaangalia muktadha mpana, ni kwamba imefahamika na kuthibitika kwamba aliyeandaa maandamano hayo ya jana ni mtu mmoja anaitwa Habibu Mchangi. Huyu jamaa ni msaidizi wa karibu wa Abduli. Ni mshauri wa Abduli. Abduli ni mtoto wa kiume wa Samia Suluhu Hassan. Um, kwa hiyo amekuwa akitumika katika masuala mbalimbali. Uh, miongoni mwa mambo ambayo amekuwa akishughulikia kwa, kwa uzito mkubwa ni hili la bifu au vita ya Samia dhidi ya Kanisa Katoliki. Yeye ndiyo aliandaa maandamano ya jana, lakini pia imeelezwa kwamba ndiye aliyoandaa ali ali zile press conference ambazo zilifanyika kabla ya hili tukio la jana. Lakini huyu jamaa hajaanza kutumika hivi sasa. Huyu ni mtu ambaye hata wakati wa utawala wa Magufuli alitumika sana. Amewachafua watu wengi sana hasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na magazeti yake. Na hayo magazeti yamekuwa yakitumika kuwachafua watu wengi. Watu wote wanaonekana kuwa ni wapinzani, wanaharakati wamechafuliwa na magazeti haya. Na mpaka muda huu anaendelea kufanya hiyo kazi. Uh, aliwahi kuwa mtu wa Chadema na amekuwa miongoni mwa uh, mwa watu ambao wanafanya jitihada kubwa sana katika kukihujumu chama cha demokrasia na maendeleo. Chadema. Kwa hiyo kwa sasa ni mtu ambaye yuko mstari wa mbele na anatumiwa na Abduli katika hii vita ya Samia dhidi ya Kanisa Katoliki. Sasa huhitaji kuwa na ujuzi wa kutosha kuelewa kwamba kama mtoto wa mkuu wa nchi anaweza kumtuma mtu wake kwenda kufanya vitu kama hivi, ni wazi kwamba huyu ana ridhaa ya mama yake. Kwa hiyo ndio maana unasema kwamba moja kwa moja yaliyojiri jana yanahusika, bila shaka, bila chenga, na Samia mwenyewe. Um, lakini muhimu pia kuangalia kuwa tukio la jana hili kuliangalia kwa muktadha mpana. Ikumbuke kwamba mwanzoni mwa mwezi Disemba uh, mwaka jana Samia aliongea na walioitwa wazee wa jiji la Dar es Salaam. Kimsingi hawakuwa wazee wa jiji la Dar es Salaam. Wale walikuwa ni makada wa sisi. Na kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani Machi elfu mbili na ishirini na moja Samia alilishambulia waziwazi kanisa la Katoliki akadai kwamba baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC, uh, limekuwa liki limeshatoa matamko manane na katika hayo matamko manane limekuwa likikinzana, yani kulikuwa na wana misimamo tofauti wenyewe uh, lakini akaenda mbali zaidi na kuashiria kwamba kinachofanywa na kanisa Katoliki ni kwa sababu yeye Samia ni Muislamu ni na ni mwanamke, kwa hiyo akadai kuwa uh, endapo uh, wanataka mtu wa imani tofauti yaani kwamba upinzani unaofanywa dhidi yake ni kutokana na imani yake ya kidini. Lakini huhitaji kuwa Mkristo wala huhitaji kuwa Mkatoliki kufahamu kwamba kanisa Katoliki katika matamko yake yote, na si tu wakati huu, bali hata nyakati zilizopita, imekuwa likipigania haki, limekuwa likikemea maovu. Na katika siku za hivi karibuni kanisa limekuwa na msimamo mkali kuhusiana na janga la utekaji, janga ambalo Samia hajawahi kuliongelea hata mara moja kwa hiyo ni wazi, unaweza ukabaini hapa nani anasimamia haki nani anasimamia maovu. Aa, lakini pia kilichomkera zaidi Samia ni ukweli kwamba kanisa Katoliki kama miongoni mwa kama taasisi kubwa baada ya serikali inayotoa huduma um, za afya, kutoa takwimu za jumla kuhusiana na maiti mbalimbali zilizoletwa katika hospitali za kanisa, lakini pia majeruhi walioletwa katika hospitali za kanisa, lakini vyombo vya dola vikaamuru watu wao wapelekwe kwenye vyumba vya maiti, kwamba wakajifia katika vyumba vya maiti. Kwa hiyo hii liwakera sana na inahofiwa kwamba kanisa, hii beef hii, vita ya Samia dhidi ya, ya kanisa Katoliki, hofu yake kubwa ni kwamba kanisa lina, linaweza kutoa ushahidi mkubwa dhidi yake katika hiyo kesi tarajiwa ya uh, iliyopo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Hili ndio linamwongezea uh, chuki na hasira dhidi ya kanisa, lakini kimsingi sio hilo tu, ni vita ambayo inataswira pana zaidi ya kanisa Katoliki kama tutaeleza baadaye katika makala hii. Sasa kuhusiana na hilo genge la hao walioandamana hapo jana, kuna mambo kadhaa ambayo yalijitokeza kuashiria kuwa hawa watu wametumwa mmoja um, wa waliongea mwanamama mmoja katika kuongea kwake alilitambulisha baraza la maskofu Tanzania TEC kama TAC. Sasa huhitaji kuwa mjuzi kujua kwa huyu katumu kapewa script, um, lakini pia katika miongoni um, mwa matukio yaliyojiri hiyo jana ni kwamba baada ya hayo maandamano yao watu hao walionekana wakilipwa fedha, na kwa hakika, mtu mmoja anastahili pongezi kwa sababu mmoja wa watu waliokuwa katika kundi hilo aliweza kurekodi video ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha watu hao wakilipwa fedha baada ya kufanya maandamano hayo. Kwa hiyo huu ni ujasiri na hili ni funzo kwa Watanzania wengi, kwa sababu haya mengi yanawezekana kwa kuwa watu wanayaacha yapite. Kuna watu wanawafahamu hao wote walijitokeza jana katika yale maandamano, na hili jasiri mmoja ameweza kumtambua mtu mmoja katika yale maandamano, akasema kwamba anamfahamu huyu msichana, aliyokuwa katika maandamano, ni Muislamu, sio Mkristo, sio Mkatoliki, ni Muislamu, na akataja msikiti ambao huyo uh, huyo msichana anaswali. Kwa hiyo unaona jinsi uhuni unaofanyika, kwamba unawachukua watu ambao, angalau basi uwachukue wote wawe Wakristo, hata kama sio Wakatoliki, lakini unapenda kuwachukua na Waislamu kwa kuwaunganisha kudai kuwa ni waumini wa dini ya Kristo kupinga kanisa. Kwa hakika, hiki ni kitu cha hatari sana na ni muhimu sana kwa Watanzania kukemea hili, kwa sababu a, athari za tofauti za kidini ni kubwa, na once zikianza ni vigumu kulirejesha kulirejesha taifa katika hali ya amani. Hata hivyo, ni muhimu kuangalia yaliyojiri jana kwa muktadha mpana, na muktadha wenyewe ni pamoja na ile hotuba aliyoitoa Samia, uh, hiyo nilieleza kwamba hotuba aliyoitoa Samia na kulishambulia Kanisa Katoliki, lakini pia matukio mbalimbali uh, yaliyojiri katika miaka Nye... Nye... ya hivi karibuni. Kimsingi uh, moja ya hayo ni pamoja na shambulio la kutisha dhidi ya Padre Kitima. Huyu huyu anamuandama sasa hivi. Padre Kitima alivamiwa uh, na ilikuwa manusura mte uhai naye, mwenyewe ameeleza kwamba uh, anaamini waliomshambulia walikuwa na lengo la kumtoa uhai lakini mnajua bila kurudi kurudia kilichojiri mpaka leo, waliofanya unyama huo bado hawajakamatwa. Uh, lakini pia kumekuwa na matukio mbalimbali. Kuna padri kule Mafinga alitekwa, baadaye polisi wakadai kwamba alikuwa amekimbia madeni. Baadaye kuna padri mwingine kule Songea naye kawa ametekwa, ikadaiwa kuwa alipopatikana kwamba alikuwa amefarakana na, na mpenzi wake, ambao lengo lilikuwa ni kumchafua yule padri, kwa sababu padri hawataki kuwa na wapenzi kwa hiyo hilo limetokea lime lakini jingine ambalo kuashiria sio tu Kanisa Katoliki, angalau matukio makubwa mawili ya msingi. Moja ni la Askofu Josefat Gwajima ambaye alijitokeza na kukemea utekaji, lakini Samia akamjibu kusema kwamba CCM hawahitaji magwajima Uh, ambayo ilikuwa inaashiria moja kwa moja kwa sababu msimamo uh, pekee wa Gwajima ulikuwa ni kuhusu utekaji na Samia anamshambulia Gwajima kwa sababu kaongelea utekaji. Hapo huhitaji kuwa na, na akili kubwa kubaini kwamba nani anasimamia utekaji na nani anapinga utekaji. Lakini baada ya hapo Askofu Gwajima makanisa yake zaidi ya elfu mbili yakafungiwa na hii ilikuwa ni adhabu dhidi ya Wakristo kwa sababu uh, waumini wa kanisa la Gwajima wanatoka madhehebu mbalimbali ya Kikristo. Na kama kosa lilikuwa la Gwajima haikupaswa kuadhibu hawa maelfu ya waumini wa makanisa yake. Lakini pia kuna tukio la hivi karibuni ambapo huyo, japokuwa ni kada wa CCM, lakini pia ni kiongozi wa dini, ni mchungaji anaitwa Malisa. Huyu mpaka sasa hivi anakabiliwa na kesi mbili, moja ni kesi ya uhaini, lakini pia na kesi ya makosa ya mtandaoni. Na kosa lake pekee lilikuwa ni kukemea, kukosoa mchakato uliomfanya Samia kupitishwa kuwa mgombea Wasisia. Kwa hiyo huyu ni kiongozi wa dini lakini pia kuna wachungaji mbalimbali wakina na mwanamapinduzi na wengine wengi ambao wamekuwa wakiandama, ya yumkinika kusema bila shaka, na hili linaumiza kulisema, Samia amekuwa na mkakati dhidi ya viongozi wa dini ya Kikristo. Pengine ni mapema mna kutafsiri kuwa ni vita dhidi ya Ukristo, lakini matukio ya hivi karibuni yamekuwa yakiwa target viongozi wa Ukristo na kibaya zaidi ni kwamba mkakati huu pia umeanza kuhusisha viongozi wa dini ya Kiislamu ambapo hapo sasa unajenga picha ya Ukristo dhidi ya Uislamu. Miongoni mwa matukio ya karibuni, nakumbuka wale mashehe ambao waliitisha press conference na kumtuhumu Father Kitima kwamba anampinga Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya Uislamu wake, lakini pia hata waandamanaji walitumwa na kanisa kwa sababu rais ni Muislamu, wakaenda mbali zaidi na kumshutumu makamu wa rais uh, Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba anatumiwa na kanisa Katolika kupitia kwa Father Kitima kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani uh, Samia yuko tayari kuingiza nchi matatizoni kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Na kwa nini anafanya analiandama ana, ana, ana, ana Kanisa Katoliki? Hofu yake kubwa Samia ni kwamba kanisa lina ushahidi wa hayo mauaji zaidi ya watu elfu kumi yaliyofanywa kuanzia Oktoba ishirini na tisa, na ushahidi huo unaweza kuwa muhimu sana katika hiyo kesi inayoandaliwa dhidi yake dhidi ya huyu Samia ambayo inatarajiwa kuanza hivi karibuni katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Kwa hiyo hii inamwongezea uh, chuki na jitihada ya kufanya hujuma dhidi ya kanisa Katoliki. Lakini muhimu kwa Watanzania kuungana dhidi ya hili linalofanyika, kwa sababu hili sio dhidi uh, tu ya kanisa kawaida. Mtu akimaliza huko atahamia kule. Kwa hiyo ni muhimu sana Watanzania kuungana kukemea haya. Una maoni gani kuhusu haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa